Kwa majina naitwa Yohana Zakaria mkazi wa Katoro, nimepotelewa na mke ambaye sasa hivi ni wiki mbili, ilikuwa tarehe mbili, alikuwa tarehe mbili jioni, kulikuwa na mzigo kwamba anafuatia mziko Silali, akawa ameondoka akaenda kulalia Mwanza tarehe mbili hiyo, tarehe tatu akawa ameshafika Silali, alifika Silali kwenye muda wa saa tatu. Lakini alipofika kule simu ikawa imezima Haikupatikana paka hivyo, fuatilia kwenye simu apatikani. Nimeenda kuulizia vituo vyote vya polisi, magresheni pote hii hi, tunavyongea Hapatikani mke, hapatikani mke wangu. Nilikuwa naomba kupitia serikali, jeshi la polisi, waweze kunisaidia ili kunisaidia, hapatikani mke wangu. Watanzania, ninaomba msaidie, kama atapatikana mahala popote, mimi nitatoa zawadi ya kutosha. Na kwa majina ya, ya mke wangu anaitwa Tatu Paulo Kimoli. Kwa yeyote atakayefanikisha kumpata mke wangu ta, Tatu Paulo Kimoli nitatoa zawadi ya milioni kumi na atakaye mpata naomba atoe ripoti polisi mahala popote pale. Namba, namba yangu ya simu ni 0766 440 613.